Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliff Odit. Taarifa yetu kuu siku huu, washirika wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo Joseph Kabila wamekataa hukumu ya kifo aliyopewa na mahakama ya kijeshi. Washirika wa rais wa raiso zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila wamekataa hukumu ya kifo iliyotolewa na mahakama ya kijeshi dhidi ya Kabila. Mahakama hiyo ilimhukumu kwa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu pamoja na uhaini. Pia ameshutumiwa kwa kushirikiana na waasi wa M23 ambao kwa sasa wamethibiti baadhi ya maeneo ya mashariki mwa taifa hilo. Kabila mwenyewe hakuwepo mahakamani wakati hukumu ya kifo iliposomwa. Kiongozi huyo aliondoka DRC miaka miwili iliyopita na kurejea mwezi Mei mwaka huu katika mji unaoshikiliwa na waasi wa Goma, ila kwa sasa hajulikani alipo. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 54 ambaye aliiongoza DRC kwa miaka 18 na anasema mahakama ilikuwa ikitumika kama chombo cha ukandamizaji. Mmoja wa washirika wake, waziri wa zamani Kikaya bin Karubi, amesema huu ni mfano wa udikteta wa rais wa sasa Felix Tshisekedi. Kundi la M23 limetaja hatua hiyo kama ukiukaji wa kanuni zilizosainiwa hivi karibuni. Mpango wa kusitisha mapigano kati ya waasi na serikali uliafikiwa mwezi Julai, lakini licha ya hilo mapigano bado yameendelea lakini wakili wa mashtaka amekaribisha uamuzi huo pamoja na kuwekewa faini kubwa kwa kabila kabila. Servo, kabila ndiyo nguvu inayoongoza harakati zote za waasi, waasi wote na mashambulizi ya Rwanda. Yeye kama mtu mwenye ushawishi kwa haya yote amehukumiwa kifo na mahakama kuu ya kijeshi. Kwa hivyo lazima turidhike, haswa ikiwa fidia ni karibu dola bilioni 34. Kwa hivyo huyu mtu ambaye aliingia nchini mwetu kwa miguu atalazimika kulipa. Je, hukumu hiyo ya kifo imepokewaje mashariki mwa DRC? Hebu sasa tusikie maoni ya wakazi wa Goma. yangu kufanyika. Mi nataka vita ni kuisha, mi nataka wa, waone gisi ya kuelewana, yaani serikali na rais wa zamani kuona jisi ya kuelewana ili kusitiza hiyo mzozo. Mimi nasema wanafanya makosa kuhukumu Rais President Kabila pangejikaza wangejikaza wanamfamokosee wao wa karibu juu akona na washauria kuhusu nchi yetu Kongo. Sikubali. Kwa sababu yeye ametumikia nchi muda mrefu na ana mambo mengi ambayo ameyafanya kwa ajili ya nchi. Sababu hata mtu anaweza kuwa anaweza shitumiwa makosa fulani, lakini tukiangalia makosa ya mtu ni sharti tuangalie kwanza na mema ya kwake. Mimi kama mama ninatafuta amani. Kama kumufunga njoo inaacha tutapata amani. m muna... tumekwisha kusumbuka siku nyingi Tunakosa tukimbilie wapi? Kwenye mashamba, mashamba imeporwa. Tunakosa tufanye nini? Amani tu ndio yenye tunataka. Ni sauti za wakazi wa Goma. Lakini sasa ili kufahamu zaidi, tuungane na mchambuzi Godwin Gonde, yuko Sochi nchini Urusi. Gonde, kwanza wewe binafsi umechukuliaje hukumu hii? Je, ni hukumu iliyotarajiwa, ni hukumu ambayo uh, haikutarajiwa kwa sababu inaonekana kana, kana kwamba hali imepoa, lakini imekuja wakati ambapo inaleta mawazo mseto baina ya Kongomani hata jamii ya kimataifa e, juu ya kile ambacho kitapelekea mustakabali wa Kongo, hasa pale ambapo e, e, utekelezaji wa hukumu hiyo utakavyotakiwa kufanyika. Unapozungumzia hukumu hiyo, ni hukumu ya kifo pamoja na faini, itatekelezwa vipi wakati ambapo kabila mwenyewe hajulikani alipo? Uh, nadhani mahakama tu ya Kongo kupitia mahakama ya kijeshi imetimiza wajibu wake, na zipo kesi nyingi sana e, na hukumu nyingi ambazo zimetolewa ikiwemo hukumu za kifo kwa watu mbalimbali ambazo zimeshindwa kutekelezeka. Kwa hiyo ni, ni, ni, kana kwamba uh, e, serikali ya Kongo ime, imeonyesha kutokuridhishwa kwake na kutoa hukumu, lakini utekelezaji utakuwa ni mgumu kutokana na historia ya aina ya kesi hizo ambavyo imekuwa ikifanyika hapo Kongo. Turudi nyuma kidogo. Shisekedi, rais wa sasa wa DRC, pamoja na Joseph Kabila aliyekuwa rais hapo awali, walikuwa marafiki tu miaka michache iliyopita. Uhasama wao umeletwa na nini haswa? Uhasama wao mkubwa umetokana na mawazo tofauti ya namna ya kuiongoza Kongo, kwa sababu ilionekana rais Kabila akiwa bado na wafuasi na mamluki ambao wangependa washirikishwe katika serikali ya Kongo. Kwa hiyo kwa vile rais Shigesedi alitaka kuwa na eh, eh, maamuzi binafsi kama rais ambaye yuko madarakani, hiyo haikumfurahisha Kabila, na badala yake alionekana akiisaidia aki hata ku, ku, kutokea goma na kushirikiana na kikundi cha waasi jambo ambalo limevunja kabisa urafiki wao na kutengeneza uhasama wa hali ya juu. Sasa unadhani hukumu hii itakuwa na athari gani kwa DRC hususan maeneo ya mashariki kama ambavyo wakaazi wametoa mawazo yao? Ni, ni hukumu ambayo kwanza inafanya ina eh, juhudi za, za, za amani ambazo zimekuwa zikiwekwa eh, kuingia dosari lakini vilevile mustakabali wa Kongo sasa inapoelekea katika uchaguzi mkuu hapo e, e, mwakani e, e, kuwa katika katika e, katika doa. Kwa hiyo ni hukumu ambayo ipo kinadharia, lakini kiuhalisia inaleta e, hali ya sintofahamu katika suala zima la usalama wa wakongomani na usalama wa serikali ya Kinshasa. Naam, kwa kifupi tu viongozi kadhaa wa Afrika Mashariki wameshtakiwa na makosa ikiwemo makosa ya uhaini nchini Uganda, Tanzania, Sudan Kusini na sasa DRC pia Kabila ameshtakiwa na uhaini. Unazungumziaje hatua hii ya serikali mbalimbali mbali za Afrika Mashariki kugeukia mahakama ili kuweza kuwanyamazisha wapinzani wao? E, imekuwa ni, ni, ni, ni kashfa, lakini mazingira pia yamekuwa ni tofauti e, kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwa sababu e, kuna baadhi ya nchi ambavyo unaona ni moja kwa moja kweli. E, e, washitakiwa wamekuwa wame wakishiriki katika uhaini dhidi ya serikali, lakini katika mataifa mengine imekuwa ni e, turufu ya serikali katika kuwanyamazisha e, hao wapinzani na wao kuweza kufanya mambo vile ambavyo wanataka. Kwa hiyo ni kasumba ambayo imekuwa ikizikuta serikali za Kiafrika, lakini e, e, haki siku zote itatamalaki pale ambapo kama si wananchi basi jam, jamii kima ya kimataifa inaweza ikaingilia kati na kuhakikisha kwamba e, watu hawa wanapata haki zao. Shukran sana Godwin Gonde kwa tathmini hiyo ya kina kuhusiana na hali hiyo ya hukumu hiyo ya Joseph Kabila. Mahojiano hayo na Godwin Gonde ndiyo yanayohitimisha taarifa yetu kuu usiku huu. Tukiokee taarifa nyingine sasa, shirika la Msalaba Mwekundu limesema kuwa limesitisha shughuli zake katika mji wa Gaza kutokana na kupanuliwa kwa operesheni ya jeshi la Israel katika eneo hilo. Shirika hilo limesema maelfu ya Wapalestina wanakabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu na kuongeza kwamba kusitishwa kwa dhulma hizo ni suala la lazima na la haraka. Shirika hilo limesema litarejea katika mji wa Gaza wakati hali itakapoimarika na kuruhusu operesheni zake kuendelea. Takriban watu 41 wameuawa leo kwenye ukanda wa Gaza, ambapo idadi kubwa ya vifo ilikuwa katika mji wa Gaza. Waziri wa ulinzi wa Israel anasema kuwa mashambulizi haya yalilenga kuwazunguka wapiganaji wa Hamas waliokuwa Gaza na kwamba wakaazi wana fursa ya mwisho ya kuhama maeneo ya kusini. Viongozi wa Hamas bado hawajajibu mipango iliyotolewa na Marekani ili kumaliza vita. Rais Donald Trump ambaye amewapa Hamas siku tatu au nne ili kuamua ikiwa wataunga mkono pendekezo la amani amesema kundi hilo litaadhibiwa vikali endapo litakataa kukubali mpango wa Marekani. Lakini kulingana na mwanahabari wetu kutoka Gaza, Hamas imegawanyika kuhusu kukubali pendekezo jipya la amani huko Gaza. Uh, tulizungumza na Hamas kuhusu mpango huo wa Marekani. Walisema kuwa kuna masuala ya kimsingi ambayo Hamas ina wasiwasi nayo. Swala muhimu zaidi ni lile la Israeli kutojiondoa kikamilifu kutoka Gaza, na hakuna uhakika ya kwamba Israeli itasitisha kabisa operesheni zake huko Gaza. Suala la silaha ni kubwa sana kwa Hamas. Tunaamini kuwa kiongozi wao huko Gaza, kiongozi wa kijeshi, Ez al din al Hadad, anakataa wazo la kuondoka Gaza au kuachia silaha zake, na badala yake tunaelewa kutoka kwa vyanzo vya ndani vya Hamas huko Gaza ya kwamba anajiandaa kwa kile alichokiita vita vya mwisho mwisho, mapambano ya mitaani na barabarani huko Gaza. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, K24 TV nchini Kenya, One Luo TV nchini Uganda, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Pia ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com mkwaju swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, shughuli za serikali kuu Marekani za kwama baada ya wanachama wa Democrats na Republican kukosa kukubaliana kuhusu mswada wa matumizi ya fedha. Karibu tena. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit huduma za serikali kuu nchini Marekani zimefungwa kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka saba baada ya wabunge wa vyama vikuu viwili kukosa kuafikiana kuhusu matumizi ya bajeti ya kitaifa. Katika kikao cha bunge la Seneti Jumanne wiki hii wanachama wa Democrats walikataa mpango wa Republican wa kuongeza muda wa matumizi ya fedha za serikali kuu kwa muda wa wiki saba zaidi, wakitaka kufanyiwa mabadiliko kwenye sekta ya afya. Wakati huduma za serikali kuu zinapokwama, wafanyikazi muhimu wa serikali kuu huendelea tekeleza majukumu yao kama kawaida, baadhi wakikosa kulipwa ila wengi walio na kandarasi ya muda mfupi husimamishwa kazi kwa muda bila malipo. Kwa mujibu wa ofisi huru ya masuala ya bajeti katika bunge la Congress, takriban wafanyikazi 750,000 wa, wa serikali kuu Marekani huenda wakalazimika kwenda likizo. Hatua hiyo itagharimu serikali kuu dola milioni 400 kila siku. Mkomo wa shughuli za serikali mwaka 2018 katika awamu ya kwanza ya Rais Donald Trump ulipunguza uzalishaji wa uchumi kwa dola bilioni 11 huku taifa hilo likipata hasara ya dola bilioni tatu. Wakati huu Rais Trump ameonya kwamba atatumia mkomo wa shughuli za serikali kuu kuwafuta wafanyikazi wengi ambao hawana majukumu muhimu. Sasa, ili kufahamu zaidi tuungane na mchambuzi wa masuala ya Marekani Mhando Philemon Buguni yupo Washington DC. Ah, Mhando wananchi wameathirika vipi kwa kukwama kwa shughuli za Marekani? Tueleze wewe binafsi umeathirika vipi? Kwa ujumla, inapotokea uh, shutdown ya serikali, huduma mbalimbali mbali za kijamii, kwa mfano viwanja vya ndege uh, kwenye huduma ambazo serikali inasema kwamba si za muhimu uh, mbuga za serikali ama kwenye museums, zinafungwa kwa hiyo kwa wananchi, tunategemea kwamba kutakuwa na uh, ucheleweshwaji wa huduma katika huduma za usafiri uh, wa umma pamoja na huduma nyingine mbalimbali mbali, ambazo zinategemea ama zina, zinategemea zina, taasisi ambazo serikali inasema kwamba sio za lazima na wafanyakazi wake wanalazimika kwenda nyumbani. Naam, sasa, raia wa maeneo kama Afrika Mashariki na maeneo mengine nje ya Marekani wanaweza kuathirika vipi na hali hii? Kwa raia wa, uh, wa nchi nyingine hususan Afrika Mashariki, huduma ambazo zitaathirika kutokana na, na, na, na uh, shutdown ya serikali mojawapo ni uh, mku, mchakato wa kupata uh, visa za kusafiria uh, nyingine ni kwa wanafunzi ambao wanatarajia kusafiri kwa ajili ya masomo. Uh, kutakuwa na ucheleweshwaji wa huduma na vile vile katika huduma za uh, kibinadamu na huduma za afya ambazo zinategemea misaada kutoka kwenye, kwenye serikali ya Marekani, na ikumbuke kwamba hii uh, ba, inakuja baada ya serikali ya Marekani kukata misaada mbalimbali katika miradi ya kimataifa. Kwa hiyo huduma hizi zitaathirika kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu mpaka hivi sasa zinategemea Uh, kiasi cha misaada kwa ambacho kimepunguzwa kwa kiasi kikubwa. um, si jambo la kawaida, Philemon, kwa serikali hapa Afrika kukwama au shughuli zake kukwama. Kwa nini hali inakuwa hivyo nchini Marekani? Marekani, ni kwa sababu ya mfumo wa serikali kwa namna ambavyo umetengenezwa, ume, kuna Congress ambayo ina, ina, ina uh, uh, u, u, baraza la wakilishi pamoja na Senate, na pia kuna ofisi ya rais. Kwa hiyo inapotokea kwamba Congress imeshindwa kuafikiana na na ofisi na muhimili wa rais, ofisi ya rais basi, uh, Congress haiwezi ku, ku, kuidhinisha mapato kwa ajili ya budget ya mwaka unaofuata. Kwa hiyo kinachotokea hivi sasa ni ya, chama cha Republicans wamekosa kura za kutosha uh, Senate uh, kutoka kwa Democrats kwa ajili ya kuidhinisha bajeti ya serikali, na sababu kubwa ni kwamba demokrat wamepinga wa, wa hatua ya Donald Trump kutaka ku, uh, ku, ku, kukata bajeti katika uh, huduma za afya ambazo ziliidhinishwa wakati wa, wa, wa utawala wa Barack Obama no. Kwa hiyo kutokana na kushindwa kuafikiana uh, katika eneo hilo uh, demokrat wamekataa kuidhinisha bajeti. Naam, lakini hii si mara ya kwanza kwa serikali kukwama chini ya Rais Trump. Kwa nini inakuwa hivi na suluhu itapatikana wakati huu kwa kifupi tu? Naam, uh, ni kwa sababu uh, ikumbuka uh, uh, uh, uh, Bwana Rais Donald Trump ameweka uh, uh, msimamo mkali sana na hata katika kipindi kilichopita elfu mbili kumi na nane na kumi na tisa alikuwa akisisitiza kwamba apate bajeti ya kujenga ukuta lakini kipindi kile uh, spika wa, wa, wa, wa baraza la wakilishi alikuwa ni Nancy Pelosi, alikataa. Kwa hiyo uh, serikali ikashutdown ika na hivi sasa ni jambo hilo linatokea, lakini katika upande wa pili kwamba wameshindwa pia kuafikiana, kwa, kwa sababu Democrats wanadhani kwamba Trump anajaribu kuwaburuza. Kwa hiyo uh, uh, dalili ya mwafaka muafaka unaweza ukapatikana muafa pale ambapo uh, Republicans watakubali kuendana na, na matakwa ya Democrats kukataa ku, ku, an kuendelea kuweka uh, fedha ya bajet kwenye huduma za afya no. Ama demokrasi wakiamua kwamba wataidhinisha wata, wata, wata, wata hiyo bajet bila matakwa yao kukamilika. Asante sana Filimon kwa tathmini hiyo ya kina. Tukukie taarifa nyingine sasa. Nigeria huzalisha karibu asilimia arobaini ya mbegu za shea kote duniani, lakini vizuizi vipya vya biashara vinaathiri zaidi wanawake wanaozitegemea mbegu hizi. Huchakatwa kuwa mafuta ya shea na ni zao lenye thamani kubwa linaloendeleza biashara ya mabilioni ya dola kwenye sekta ya vipodozi, chakula na hata dawa. Katika jimbo la Niger lilipo katikati ya ukanda wa eneo maarufu kwa zao la shia huko Afrika Magharibi, familia tayari zinahisi athari zake huku kipato kikipungua na maisha ya kila siku yakizidi kuwa magumu. Kutoka Nigeria, Toda Opemi wa BBC ana ripoti katika taarifa inayowasilishwa na Victor Kenani. Siku zote wanawake wamekuwa kiini cha sekta ya zao la shia nchini Nigeria. Lakini marufuku ya miezi sita ya usafirishaji nje wa zao hili imewacha wengi wao wakiwa wamekata tamaa. Katika viwanja vya wazi kama hiki, mamia ya watu walikuwa wakikusanyika hapo awali kuvunja karanga kwa ajili ya viwanda na wasafirishaji. Sasa viwanja hivi vinaanza kupungua. Malipo anayoyapata hayawezi tena kuwatosha. Wakati kazi hii ilipokuwa inaenda vizuri, pale tunapokea mshahara tulitumia fedha hizo kuwasaidia wazazi wetu. Tulipokuwa tunapata kipato kutokana na biashara hii, hakukuwa na mzozo wowote kati yetu na waume wetu, lakini tangu sera hii mpya ianze, mahusiano yetu yameathirika pakubwa. Nilikuja hapa jana kufanya kazi ili nipate pesa za kutatua matatizo yangu binafsi, lakini niliweza kupata kiasi cha senti 35 tu za dola ya Marekani, yani naira 5. Hayupo peke yake wanawake wengi hapa kama Fatima Ndako mwenye umri wa miaka 55, wanategemea biashara ya zao la shea kulisha familia zao kubwa. Ndana, niliposikia kuhusu marufuku ya usafirishaji sikuweza kulala. Baadhi ya wanawake hapa wana watoto hadi kumi, wengine sita au saba, na fedha tunazopata kupitia kazi hii ndizo tunazotumia kulisha familia zetu. Mimi nina zaidi ya watu kumi wanaonitegemea kutokana na kipato changu wakiwemo watoto wangu wajukuu na wake za watoto wangu. Hapa ndipo kila kitu kinapoanzia chini ya miti ya shea. Kwa vizazi vingi wanawake hapa wamekuwa wakikusanya karanga zinazochochea biashara yenye thamani ya mabilioni ya dola duniani kote, lakini leo wengi hawana uhakika marufuku mpya ya serikali ya kusafirisha zao hili itamaanisha nini kwa riziki zao. Sio wanawake pekee walioathirika wafanyabiashara wanaonunua kutoka kwa wakulima na kuuza kwa wasafirishaji wanasema marufuku hiyo imewaacha na malundo ya bidhaa ambazo hazijauzwa, kila gunia likiwa na uzito wa hadi kilo 135. Kabla ya marufuku, bidhaa tulizonunua kwa dola 708 za Marekani, sawa na naira milioni 1 na elfu 50, hadi dola 741 za Marekani. Sasa kampuni zinazozinunua zinachukua kwa dola 539 tu za Marekani, ambayo ni sawa na naira laki nane kwa tani. Tukiuza kwenye lori moja tunapata hasara ya naira milioni kumi na moja na mimi binafsi nina zaidi ya tani tisini ambazo zimekwama katika eneo la Mokwa. Kiwanda kikubwa zaidi cha siagi ya shea barani Afrika kinashuhudia ongezeko kubwa la usambazaji, ni shinikizo muhimu kwa serikali la kutaka kuchakatwa kwa bidhaa ndani ya nchi. Immediately after the ban, mara tu baada ya marufuku hiyo kuanza, tulianza kupokea simu, je, Mnakusanya karanga za shia? tunataka kuwauzia karanga za shia. Kabla ya marufuku, hatukuwa tunapata taarifa kama hizo. Cha kusikitisha ni kwamba hata kabla ya marufuku, bei tayari ilikuwa imepanda zaidi ya naira milioni moja. Serikali inasema marufuku hiyo ni ya muda tu, na inalenga kuimarisha nafasi ya Nigeria kwenye soko la kimataifa la shia. Hatuwezi kuwa wazalishaji halafu watu wengine ndio wananufaika Makampuni yetu wenyewe hayachukui, hayapati faida, hakuna kinachohesabiwa. Soko la mwaka uliopita lilikuwa na thamani ya dola bilioni 6.5, lakini sisi tumepata chini ya asilimia moja tu. Tunataka kuanzia sasa hadi mwaka wa 2030 tupate angalau asilimia ishirini ya soko hilo ambalo ni sawa na dola bilioni 1.3. Serikali inaahidi faida za muda mrefu, lakini kwa wanawake katika jimbo la Niger, kuishi ni kipaumbele cha kwanza kwa sasa. Wanatumai kuwa marufuku hii haitokuwa ya kudumu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa, kama sehemu ya utafutaji wa matibabu ya kukabiliana na maambukizo kwa wanadamu, wanasayansi nchini Uingereza wamegeukia wanyama katika mbuga ya wanyama ili kupata majibu. Watafiti wanachambua sampuli za kinyesi kutoka kwa karibu kila mnyama kwenye mbuga hiyo ili kupata vini maalum vinavyoitwa bacteriofages ambavyo vina ufanisi katika kuua bakteria. Ifuatayo ni taarifa ya David Gregory Kumar, ikiwasilishwa na Ahmed Bahaj. Unaweza kudhani ni jambo la ajabu, lakini hifadhi za wanyama huombwa sampuli za vinyesi mara kwa mara, ili kutumiwa kwa tafiti za aina mbalimbali. Zinachopaswa kufanywa hifadhi hizo ni kukusanya kinyesi na kukituma kwa hiyo. Tulikuwa na utafiti mmoja uliolenga autasi wetu, kuwapendwa na kinyesi chao kilihitaji kufungwa kwenye karatasi ya alumini, yani